Waheshimiwa bunge, tutaanza na ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Dkt. Jasson Samson Rweikiza mbunge wa Bukoba vijijini, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa waziri, ofisi ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Patrobas Katambi majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Dkt. Jasson Samson Rweikiza mbunge wa Bukoba vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikitekeleza mkakati mbalimbali mbali ili kutatua tatizo la ajira kwa vijana matatizo hayo na mikakati ambayo imewekwa ya kuweza kutatua ni pamoja na moja, kubuni na kutekeleza programu maalum zilizowezesha vijana kujifunza kwa vitendo kupitia sekta zinazozalisha ajira kwa wingi, kufanya maboresho ya sera mbalimbali ikiwemo sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka elfu mbili na saba toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na nne, na sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tatu, kuwezesha vijana kupitia ujenzi wa miundombinu ya miradi ya kimkakati inayochochea uchumi; na nne, kubuni na kutekeleza programu ya taifa ya kukuza ujuzi; tano, kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa vijana kupitia mapato ya ndani ya halmashauri na mfuko wa maendeleo ya vijana; na sita, kuboresha sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410 Mheshimiwa, na kumi. Mheshimiwa Spika, napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba serikali itaendelea kusimamia na, na kutekeleza mikakati mbalimbali mbali kwa lengo la kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Asante mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Rweikiza, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza. Nashukuru serikali kwa majibu, lakini ninayo maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, katika halmashauri eh, katika zetu kuna mfuko wa kukopesha vijana e, katika mapato ya ndani ya halmashauri asilimia nne. Serikali ina mpango gani kuongeza mfuko huu uwe mkubwa wa kuongeza mafungu pale, ili vijana wapate mikopo mingi zaidi na vijana wengi zaidi. Swali la pili <clears throat> katika ajira chache zilizopo za la serikali, labda mnakuta TRA au jeshini au wapi, wanaajiri vijana nafasi mia mbili nafasi mia ngapi, lakini zinalalamikiwa kwamba zinaenda sehemu moja ya nchi au sehemu chache za nchi. Unakuta mkoa katika nafasi mia mbili unaambulia nafasi moja au mbili. Ili ilikoje? Serikali inashughulikia vipi? Mheshimiwa naibu waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la kwanza alafu la pili. Mheshimiwa Spika utanisaidia kwa sababu sikupata usikivu mzuri. Mheshimiwa Spika katika swali lake la kwanza e, kuhusiana na kuongeza kiwango cha mikopo ya asilimia nne ya pato gafi la halmashauri linalotolewa kwa vijana Mheshimiwa Spika, swala hili tunalifanya kulingana na hali ya kiuchumi lakini hata hivyo, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliona umuhimu huo na kuamua kuanza kupeleka mikopo kwenye sekta mbalimbali mbali ambako vijana wako pia kwa mfano kwenye programu ya, ya uchimbaji wa madini wana programu ambayo Mheshimiwa waziri Mheshimiwa Mavunde anaisimamia ya Mining for Brighter Tomorrow, ambayo huko vijana wanapewa mafunzo, wanapewa vitaru bule, lakini pia na kupewa mikopo ya kama startup capital kwenye mashine. Na mpango mwingine upo kwenye wizara ya elimu ambako zaidi ya shilingi bilioni tano zilitolewa na mheshimiwa wa rais kwa ajili ya kukopesha walio kwenye sanaa na masuala ya michezo. Lakini vivyo hivyo kwenye wizara ya, ya kilimo kuna eh, E, ile mpango wa building better tomorrow ambako vijana nako pia wanapewa. Kwenye wizara ya mifugo na uvuvi nako kuna vijana wanapewa zaidi ya shilingi bilioni 10.3 zilitolewa na walipewa boti zaidi ya mia moja na Mheshimiwa rais kwa ajili ya kuwasaidia wale walio kwenye sekta hiyo, lakini pia umekuwa ni mpango uh, endelevu kwenye sekta nyingine hata kwenye walio kwenye biashara na masuala ya, ya, ya, ya uchumi na uwekezaji e, kupitia ofisi ya waziri mkuu Uh, uh, kitengo cha uwezeshaji wananchi kiuchumi zaidi ya shilingi trilioni 2.7 na sasa zimefikia trilioni 3 ambazo zilitolewa kwa vijana pamoja na makundi mbalimbali mbali. Zaidi ya wananchi 24 milioni walinufaika na mpango huo, na hivyo mheshimiwa spika, kufikia hata ajira zilizoongezeka kufikia milioni nane na nne elfu kwa, kwa kipindi cha miaka minne ambayo ni mapinduzi makubwa ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ambayo ameyafanya katika kupambania ajira za vijana. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza swali la pili sikulipata vizuri. Kwa ruhusa yako mheshimiwa Spika, kwa majibu ulivyotoa kwa kirefu kwa sehemu ya kwanza, kuna swali tena mheshimiwa, anaona umesimama, nilitaka nifafanue swali la pili ya kulisikia vizuri, kwamba humu ndani ya bunge tumelalamika sana kwamba hata hizi za serikali zinazotolewa ajira chache zilizopo kwenye mawizara mbalimbali, idara mbalimbali, mgawanyo hauko sawa Nimetoa mfano, kwa mfano kuna ajira mia mbili wizara fulani, unakuta mkoa mmoja unaambulia nafasi moja au mbili, lakini mkoa mwingine nafasi hamsini au zaidi. Hili usawa ukoje? Serikali na mpango gani kusimamia usawa katika ... Mheshimiwa naibu waziri majibu. Mheshimiwa spika, kwanza msingi wa ajira ume umekuwa well founded au umejikita vizuri zaidi katika msingi wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya kumi na tatu ambayo inaitaka serikali au mamlaka zozote za serikali zilizopo zilizoanzishwa kwa mujibu wa katiba kutoa nafasi zozote za utumishi wa nchi bila upendeleo wowote. Na kwa msingi huo hata sheria ya utumishi wa umma na michakato yote ya kiajira ikiwa ni pamoja na sheria ya ajira na mahusiano kazini na sheria ya utumishi wa umma zinakataza zote ubaguzi. Kwa msingi uliopo wa ajira, Mheshimiwa Spika, unatokana na ushindani, na ajira zinapotolewa zinatolewa kulingana na kuangalia hali ya uchumi lakini pia uhitaji wa ikama kwenye taasisi mbalimbali, na zinatangazwa publicly kwa maana ya kwa watu wote kwa umma kuomba. Inapotokea pengine mkoa mmoja umepata nafasi mbili au tatu, sio tatizo la kwamba wamepangiwa hivyo, isipokuwa inaweza ikawa ni ule ushindani watu umejitokeza, mkoa fulani walikuwa wameamka kielimu, wakajikuta wamekamata nafasi nyingi zaidi, lakini hakuna msingi wowote wa upendeleo katika utoaji wa ajira za sekta ya umma. Lakini kwa kutambua kwamba Mheshimiwa Spika kwamba eh, serikali eh, sio mwajiri mkuu leo, duniani imebadilika hivyo kwenye maeneo mengi ndio maana tumeenda na mipango mingine ya kubadilisha sera ya maendeleo ya, ya, ya, ya vijana, tumebadilisha sera ya elimu, lakini pia tumefanya mpango wa kubadilisha sera pia ya uwekezaji nchini pamoja na uratibu wa ajira za wageni, ili kutanua private sector iweze kuajiri vijana walio wengi zaidi, kwa sababu tunafahamu changamoto hiyo ni kubwa, na kila mwaka zaidi ya demographic population na wale ambao wanamaliza vyuo vikuu, Mheshimiwa Spika, ni zaidi ya laki moja. Asante Mheshimiwa Spika.